Ushahidi mahakamani kesi ya Tundu Lissu, shuhuda aeleza alivyoona na kusikia. Katika kesi tata ya uhaini inayomkabili kiongozi wa upinzani Tanzania, Tundu Lissu, mahakama imesikiliza ushahidi wa shuhuda wa nne wa upande wa mashtaka, ambaye alijieleza mbele ya jaji na kuitaja video aliyosikia ambayo anadai ilihusishwa na matukio yaliyojitokeza wakati wa uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025. Shuhuda huyo aliyejulikana kama P5, au shuhuda wa nne, ni miongoni mwa mashahidi waliokubalika kulindwa na mahakama ili wasifichuliwe hadharani au kwa mtuhumiwa mwenyewe, lakini bado wako wazi kueleweka mbele ya majaji walioketi kusikiliza kesi hiyo. Ushahidi wake umeendeshwa kupitia kabati maalum lililowekwa hadharani, lakini anaonekana wazi mbele ya majaji wa Mahakama Kuu chini ya uongozi wa Jaji Dunstan Ndunguru alisema mahakama inaendelea kusikiliza ushahidi wa mashtaka kwa hatua hii ya kesi. Ushuhuda wa P5. Shuhuda huyo aliyeishi katika wilaya ya Ubungo na kufanya kazi kama muuzaji wa soksi na viatu pamoja na kuosha magari aliieleza mahakama kuwa tarehe Aprili 4, 2025, akiwa katika bustani karibu na benki moja jijini Dar es Salaam, alipokuwa akitumia simu yake ya mkononi kuvinjari mitandao ya kijamii alikutana na video iliyoonyeshwa na Lissu akiwa anaongea. Kwa mujibu wa ushuhuda wake, alidai kusikia Lissu alisema atahakikisha uchaguzi wa mwaka huo hautafanyika na kwamba atasababisha vurugu. Pia alidai kuwa Lissu alisema polisi wanatumika kuiba kura na majaji wako upande mmoja. Baada ya kumaliza kutazama video hiyo, shuhuda alisema akakaa kwenye kituo ambacho watu walikuwa wakijadili kile alichokiona, na baadhi wakiunga mkono wazo la kuzusha vurugu. Alidai majadiliano hayo yamemfanya awe na hofu ya vurugu na kupoteza kipato chake kama muuzaji wa barabarani. Pia alidai kuwa baadaye aliwasiliana na ndugu yake ambaye ni afisa polisi aliyemueleza kwamba suala hilo lilikuwa likishughulikiwa. Baada ya siku chache, tarehe Aprili 9, 2025, shuhuda alisema alitishwa hadi kituo cha polisi cha mji mkuu na kutoa taarifa yake kuhusu video hiyo. Mambo aliyosema katika video kuhusu kusababisha vurugu ni hasa yale yale yaliyojitokeza siku ya uchaguzi. Nilikaa ndani kwa siku sita, shuhuda alisema mahakamani. Maswali na majibu mahakamani. Katika swali jibu kati ya shuhuda na wakili wa serikali Ajuaye Zegeli, shuhuda alisema anasikia kusababisha vurugu kuwa ni kuhamasisha machafuko, lakini hakuweza kufafanua jinsi alivyofanya ufasiri huo. Pia alikiri kuwa baadhi ya maelezo aliyotoa mahakamani hayakuwemo katika taarifa alizotoa awali kwa polisi. Aidha, Lissu mwenyewe ambaye anajitetea bila wakili alimhoji shuhuda juu ya tofauti kati ya ushahidi aliyoutoa mahakamani na taarifa yake ya awali kwa polisi. Lissu pia alimhoji jinsi alivyofanya tafsiri ya maneno ya kusababisha vurugu na kupata maana yake kama uhamasishaji wa machafuko, jambo ambalo shuhuda hakuweza kueleza kwa undani mahakamani. Kesi ya uhaini na masuala yanayoendelea. Kesi ya uhaini dhidi ya Lisu inamhusisha tuhuma kwamba alitoa kauli juu ya mpango wa kusababisha vurugu dhidi ya uchaguzi mkuu wa Tanzania mwezi Oktoba 2025. Lisu anakabiliwa na shtaka moja la uhaini chini ya kifungu cha 392 cha kanuni ya jinai, ambapo anatajwa kuwa alidai ataandaa umma kuwazuia watu kushiriki uchaguzi huo, madai ambayo mamlaka yanayachukulia kama uhamasishaji wa vurugu. Udumishaji wa mahakama kufungua ushahidi huo unaonekana kuonyesha kuwa kesi inaendelea kusikilizwa na majaji watatu chini ya Jaji Dunstan Ndunguru huku ushahidi wa mashtaka ukiendelea kuchunguzwa kwa kina. Pia Lissu ameibua hoja mbalimbali mahakamani alipojaribu kupinga utumiaji wa mashahidi waliolindwa kwa ustawi wa haki yake ya kesi. Mahakama kuendelea kusikiliza ushahidi. Mahakama imeendelea kusikiliza ushahidi wa upande wa mashtaka huku Lissu akiendelea kujitetea mwenyewe bila wakili. Wakati ukaguzi wa ushahidi unaendelea chini ya jopo la majaji wanaokaa kama baraza la mahakama. Ushahidi wa mashahidi uliopokelewa katika kesi unaendelea kuonyesha ubishani uliopo kati ya maelezo ya mashahidi na jinsi yalivyosomwa mahakamani, jambo ambalo litakuwa na mchango mkubwa katika mwendelezo wa kesi hiyo.